Kama wewe unahitaji kuwa mchambuzi, lazima uwe na application mbalimbali kama flash score. Hii hapa uwe mm, na flash score kama niliyokuwa nayo mimi hapa e, mimi natumia flash score, lakini pia uh, kuna mwingine anaweza akawa anatumia sofa score, umeona hizi ni application ambazo unaweza kuanza nazo na hapa ni Play Store, maana kuna mtu asiyojua Play Store. Wengi nadhani mnajua Play Store. Kwa hiyo ingia search tu hapa juu, Sofascore. Eh, hizi zote mimi niko nazo hapa, umeona, hizi niko nazo lakini ninayoitumia sana ni hii ambayo e, nimeupdate hapa sasa hivi, hii hapa, hii ni Flashscore hii naitumia kwa sababu hii kuna filter moja hivi ambayo inaitwa stars, na tutaenda kuiona wakati tunajifunza jinsi gani ya kuchambua mechi ambazo zitakuwa na angalau asilimia hata themanini au ya sabini kutoka kile kitu ambacho sisi tunakihitaji, ama wewe e, lile li, soko ambalo unalihitaji. Kwa hiyo nikimaliza kwa update hapo, nitaenda ku open eh, nikisha open muonekano e, wake ndio huo na ukishaingia utafanya fanya setting nyingi nyingi bwana, unaingia nini utakubali kubali kama unataka account. Uh, picha litakuja kuishia hapa. Uh, ushafungua account yako, lakini ukifungua hii account kuna huku juu ambako inaonyesha hii eh, today, nikiwa ni tarehe ishirini, lakini hapa uh, kuna mechi mia moja na sita. Hizi ndizo zinazochezwa leo, mechi mia moja na sita. Mechi sio nyingi, mia moja na sita mechi sio nyingi. Uh, lakini pia itapofika uh, wakati wa mechi nyingi itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo ukishaona hapo unatakiwa uguse hapa. Eh, kuangalia all games. Lakini kwa mwonekano huu unaonekana tu mataifa mbalimbali. So kama unataka labda taifa fulani, unaona unataka taifa fulani taifa fulani, utakuwa mwonekano huu mzuri, unagusa tu unaingia kwenye taifa. Ila kama unataka uone mechi zote e eh, ni mtu ambaye unatafuta mechi nyingi labda E, unaweza ukaingia hapa, game. E, ukishaingia hapa game kuna mechi mbalimbali, kuna mechi ya Parado eh, na, na Albeadi. Sasa hapa kitu nachozingatia, angalia zile mechi ambazo unazifahamu, mfano kama mimi hapa nafahamu hawa na hawa nawafahamu. Kwa hiyo eh, nitaenda kuangalia hapa mechi ya Parado na Albeadi, nikishafika hapa aa, moja kwa moja nitagusa hapa. Mm, head to head nikishagusa head to head nitenda kuangalia mechi ya Paradona na uh, uh, sau, saura hii Paradona alishinda hii Paradona alishinda hii Paradona alishinda anaonekana Paradona kama kwenye performance mzuri mechi za mwisho kwa hiyo tengia upande wa standings kuangalia hapa eh, huyu anemzungumzia yuko wapi yuko chini. Hizi ni mechi ambazo ndo alishinda nadhani. Ndio kidogo akashuka akapanda juu. Lakini pia huko juu kuna baadhi na hawa hapa. Kwa hiyo utaweza kuona mara mwisho huyu alifunga goli moja eh, lakini akiingiaga kwenye mfumo ana uwezo wa kufunga hata goli mbili. <coughs> Tumeshaangalia hapo. Baada hapo sasa tutashuka huku chini, tunda kuangalia kuangalia eh, mechi ya mwisho imetoka 0-0 moja moja moja mm -hmm, bila moja bila moja bila na alioshinda hapa ni parado. Aa, hapa alishinda parado hapa ilitoa GG, hapa alishinda beah nyumbani, alishinda ugeni. Sasa hapa unachohitajika kuangalia kwanza, tutaangalia matokeo ya mwisho. Matokeo ya mwisho yametoka bila bila. Aa, kama yametoka bila bila na yametoka sare, ni hapa na hapa mona haya matokeo ya mwisho yametoka sare, kwanza ametoka sare. So kama matokeo haya yametoka sare uh, basi tuna imani mechi hii uh, anaweza akashinda yoyote. Kwanza hiyo ni option ya kwanza hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaweka shinde yoyote. Kwa sababu gani nasema shinde yoyote mm? Unapoangalia hizi uh, utaweza kuona hapa, kwanza alikupatikana goli, kwa hiyo mechi hii itaenda kupatikana goli. Na ukiangalia huko nyuma alishinda yoyote, unaona mechi tatu mfululizo shinda yoyote. Hizi mechi mbili zimetolewa eh, sare. Kwa hiyo tunasema kama kanuni inavyosema kwamba mpira kuna matokeo ya kujirudia mpira una matokeo yasiyojirudia. Kwa matokeo hayo mbili yote inabidi uzingatie. Kwa hiyo yanajirudia vipi? Matokeo haya hapa ya huku chini yanaweza yakajirudia kwenye safu hii ya juu ndo kujirudia, lakini matokeo ya mpira hayajirudii. Maana yake sasa, kama hii imetoka sare hapa mechi ya mwisho, aa, basi mechi inayofuata hii aitoi sare tena kwa sababu eh, man, nasema matokeo yasiyojirudia na yanayejirudia. Like kama haya matokeo eh, yangekuwa juu huku, basi hii mechi tungekuwa tunaweka sare eh, na utaweza kuona kwa huyu mchambuzi kama mimi, ndo siku hiyo naingia hii hapa, na mechi nyingi inaweziwekaga hivi. Unaona hizi mechi, hizi mechi zimetoa ashinde yoyote, kwa hiyo mechi inayofuata hii Unekasali, na hata kama ukiona e, hii hapa isingetoa sare, basi mechi inefuata tena lazima tu itatoa sare. Sare kuna mechi lazima itatoa sare, kwa hiyo kwa kiwango kikubwa tunachambua hivi. Ah, haya ni matokeo ya kwanza tumepata, lakini tukija huku juu tunakuta Parado alishinda na Beazi alifungwa. Beazi alifungwa, kwa hiyo hapa kuna jambo linaweza likafanyika, mmoja wao akafungwa na, na na tunasema anashinda yote kwa sababu kwanza hizi mechi bado mechi ya mwisho ilitoka bila bila. Kwa hiyo mechi hii watahitaji kufanya tofauti, yaani timu itahitaji ipate matokeo. Kwa nini sikupata matokeo? Ile force ambayo anataka kuforce mpinzani yoyote ule ndio inapelekea timu wenzake kupata matokeo. Kwa hiyo yeye atafute kubadilika. E, kisha badilika ndipo anatoka kwenye mfumo anafungwa. Na ndio timu nyingi zipo hivyo. E, timu huko zinatoa toa sana mechi na kufanya timu chache sana ambazo utasema, mmm, hapa ngoja tucheze vile vile kama kawaida. Lakini timu hii, huyu pardon anahitaji kubadilisha na huyu anahitaji kubadilisha. Kwa hiyo hii mechi inaweza kashinda ashinde yoyote. Lakini pili kama walitoka bila bila, mechi hii inawezekana kupata kuanzia goli moja. Eh, kuanzia goli moja. Kwa hiyo kama goli moja, moja unaweza ukachagua. Bwana, okay, ndo pale ndivyo ninavyosema, ngoja nijaribu, kuweka over 1.5, nisikilizie. Umeona, kwa sababu over 1.5 mechi ya mwisho ilipatikana, na sio over 1.5 kuna matokeo hapa haijapatikana ni kuanzia goli tatu. Kwa hiyo wenda hata hii mechi ikapatikana goli tatu, umeona. Lakini kitu kingine kinachonisababisha ni site ama wewe utasita kuweka goli tatu kwa sababu ukiingia mfumo wa a standings huku ukiingia chini. E, ni timu ambazo ziko mwisho. Kwa hiyo sio timu ambazo zina uwezo mkubwa wa ku score na ndio maana hizi timu ziko hapa. E, timu yote ambayo ina uwezo wa ku score. Kuna mechi ta score, na timu pinzani watashindwa kupata matokeo. Kwa hiyo itapelekea yeye kwa juu. Ina e, maana kama huyu mmoja angekuwa chini au hizi timu zingekuwa katika level hii hapa, labda na hapa. Ningesema hii mechi ina uwezo wa kutoa eh, over 2.5 lakini hii mechi tuachie hapa uwezekano eh, wake ni kupatikana goli mbili au ashinde yoyo. Yote kwenye hii tips mm, ashinde yote. Na nikiangalia hapa, uh, hapa inasema tips ya nyumbani itakuwa ngumu lakini hapa anaweza kashinda nyumbani, kwenye hizi odds. Nadhani ishaelezeaga somo la odds, odds inakupa vipi ramani. Kwa hiyo kama tumeona hapa wa nyumbani anaweza, kashinda, basi, mm, anaweza kashinda yote. Na tukiingia kwenye mechi nyingine ya Oran na Setif hapa, tutaandika head to head hapa, eh, Oran na Setif. Eh, tutaenda kuangalia kwanza mechi ya, Orani hii alishinda goli goli tatu. Hapa alishinda goli moja. Tukiangalia hapa alisale atenda kuangalia wenyewe, na hapa alishinda goli moja Setif hii mechi kwa matokeo ya mwisho. Lakini haya matokeo ya, ya magoli hapa mm, yanaweza asijirudie tena. Kwa hiyo nina mashaka, e, hii mechi kwa sababu mara ya mwisho haikutoa jiji mfano. Hapa haikutoa jiji hapa, haikutoa jiji hapa, ilitoa jiji umeona. Kwa hiyo hii mechi inaweza ikawa na boss timu to score, nadhani nimetumia, wenda ikawa na bosi timu to score. Na ukiangalia wao wenyewe Setif wanapokuwa ugenini, inaweza katoa bosi timu to score. Kwa hiyo hii mechi tunaweza tuka uh, weka matokeo ambayo, uh, hajawahi kutokea matokeo hajawahi kutokea ni jiji hapa lakini pia ni matokeo ya sare kwa hiyo utachagua wewe uweke nini. Kwa hiyo unaweza kuweka jiji sare, au ukampa wa nyumbani double chance, japokuwa e, tunaona kwamba hao wanapokuwa wanaweza akashinda yoyote tegemea na nyumbani, lakini pia tukiangalia Setif mara ya mwisho kasare. Kwa hiyo kama kasare e, kuna asilimia kubwa sana mechi hii akataka kupata ushindi. Kwa hiyo ushindi tutampelekea yeye pia hata kufungwa e, kwa hiyo hapa pia tunaweza tukasema ni tunaweza tukapata GG tukapata yani over 1.5 au tukapata sare e, tutachagua kitu kimoja hapa ambacho kitakuwa kizuri zaidi. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyotakiwa kuchambua, uangalie nini, ufuatishe nini. Hivyo ndivyo unavyotakiwa kufuatisha na mechi, e, we hi, weke, e, gg, e, gg. Hapa tumepata mechi, wewe unaweza ukachagua hii uweke, uweke gg hii hapa, ashinde yoyote e, hii kumi na mbili ashinde yoyote kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza ukachambua. Ukifuatisha uchambuzi huu eh, mikeka yako wewe utakuwa una, una au kai muda mrefu bila kula, na utakuwa unakula mara kwa mara ukichambua yeah, mechi zako tano sita, eh, unapata head uh, hapa hmm. Aaboga ilishindamogalishinaa hao alienda matokeo yalikuwa magumu. Tukiingia uko chini moja moja, hii mechi tunaweza tukaona inapatikana over 2, over 2.5 ama akashinda yoyote hii mechi ya leo, au kwa sababu yuko nyumbani anaweza akatoa double chance ugenini magoli tu mm, kwa sababu anapokuwa nyumbani, ugenini haonekani kama ni timu ambayo inashinda. Kwa hiyo hii mechi inaweza kawa na ashinde yoyote. Inaweza katokea, itakatokea sare, lakini sidhani hii anaweza kashinda yoyote au over 2.5, kwa sababu mm, mechi ya mwisho ajatoa magoli na inayowekea hapa alama hapa hey, uweze kuiona hivi <coughs> ndivyo navyoweza kufanya uchambuzi. Eh, zipo mechi nyingi lakini mimi nimeangalia mechi ambazo nazifanyaje, eh, mechi ambazo nazifahamu hizi e, nazifahamu lakini kwa leo tuishi hapa, nadhani nimekupa hapo mwangaza jinsi gani unaweza kuchambua. Eh, hakikisha una subscribe katika channel hii ili mradi kuendelea kupata e, video jinsi gani unaweza kujifunza e, kuchambua mechi na ukapata ushindi eh, eh, lakini e, ya yeah, lakini naweza nikaishia hapo. Asanteni.